Haya, karibu sana tuendelee mbele kwenye episodi ya 20 mtazamaji. E, ni mwendelezo wa tamthilia Legend of Chi e, tumeweza kushuhudia matukio katika episode iliyopita. Tuliishia hapa wakati ambapo basi amepata usaidizi e, Master Fu Hongxue a baada ya kukaa chini ya maji kwa muda mrefu. Sasa ile ajenda yani, kwa nini basi e, anataka kumua baba yake, wameibuka nayo tena. Binti bado anataka kujua. Usha... Anasema, e, ni siri ambayo basi ziwa hili ambalo ndo analita anasema, nimekuwa nikijiuliza sana maswali mengi, unajua hapo laisha, kwa nini basi ulikuja kwa ajili ya ajenda moja tu ya kumuua baba yangu? Sasa anamuuliza hilo swali, na tunaona kweli katika hilo ziwa kuna vipepeo vi ndo maana linaitwa Butterfly Lake, yani kuna vipepeo wengi wingi. Akasema ni kwa sababu kuna pesa ambayo nilipewa, nililipwa na mtu. Akasema ni nani? Akasema huyu mtu mimi sijawahi kukutana naye. Inawezekana basi huyu mtu atakuwa alikulipa pesa nyingi sana. Akasema ni ukweli kabisa, ni pesa nyingi sana sasa baada ya kuongea hivyo akainuka, inaonekana kama anataka kuondoka tena. Sasa inaonekana ni kama vile sio swala la mjadala, bado ni kitu ambacho anaendelea kukifanya kama vile kazi, yaani bado kiko ndani yake, ni kitu serious yeye anakichukulia ni kitu cha serious. wakati huo basi, Ye Kai, usisahau pia kwamba Ye Kai ni mtoto wa Bai Tianyu. Yani Bai Tianyu ana watoto wawili, huyu Ye Kai ni mtoto wa nj na yule basi ambaye tunamwona Master Fu Hongxue amezaliwa na mama ndani, lakini hawa wote baba yao ni mmoja. Kwa Master Fu Hongxue na Ye Kai ni ndugu. Sasa alienda kupiga chabo eh, alienda kupiga chabo. Pana mgeni mmoja ambaye huyo alikuwa amevaa mavazi meusi. Sema leo umenihudumia. Fu Hongxue yuko hapa kwa kwa sasa. Ni fang na sina habari zake zote, yi. Hata usijali atakaporejea. Nafasi ya kumaliza tutaipata, wala usijali mimi naondoka. Ye Kai alitaka kujua huyu mtu ni nani. Kwa nini basi ambaehuyalikua mevaa nimele tiche wasinge itabidi ni mchunguze huyu mtu ni nani, kabla hujarejea. Lakini kumbe ni kama walishajua yuko pale, kwa hiyo alivoguswa anageuka na namna hii, akatiliwa dawa machoni, hakupata hata nafasi ya kuona. Lakini kumbe basi ilikuwa ni kamtego, na yule mtu alikuwa ni Jin Mao.

Nafikiri tukushauri tu yii, ukae hapo, maana yake huwezi kuinuka hapo. Na hata hivyo, hatuhitaji tuingilie katika hiyo. Tuliokutilia ni sumu, na baada ya muda itaanza kuonyesha dalili kwamba unaathiriwa utwenye yani, eh, sasa tukifika katika eneo la mpakani na wasiwasi sana kwamba huyu mtu atakuwa tayari shamaliza Fu Hongxue. Nadhani bado hujajua nini ambacho nataka kufanya, acha nikukumbusha. Mtu yeyote anayekula sumu tuliokupa yani, baada ya siku saba anaanza ku bleed, anatokwa damu kila pahali. Sasa wewe pia utapata. Sasa ni wewe ufikirie, kama ukiachana kutufuata sisi tutakusaidia ukae salama. Unajua nimekuja kugundua kwamba wewe hapa ni spy tu. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nasahabu. Akamwambia kitu gani? Anamwambia, mimi ni mtu ambaye huaga sichoki yani. Mimi ni mtu ambaye nikitaka kitu nitakifuatilia mpaka mwisho. Kwa hiyo jitahidi basi kuwa na nidhamu kidogo. Yin Shao Xia he Fu Hongxue. Ah, sasa kwa sababu wewe na Fu Hongxue ni marafiki tu akawa, Chang Wei ta zhao xiang. Inaonekana kwamba uko tayari kumtetea kwa kila kitu.

M, hivi kwa nini tuendelee kusumbuana na mtu kama huyu? Hanzi toc, acha tuone mpaka wapi atatusumbua. Sasa amejikuta katika hali fulani, anapata maumivu fulani vi katika kifua.

Sasa sikia nikuambie eh, nitakupatia vyovyote vile utakavyotaka, takuletea hata supu, nikupelekea chumbani. Jamaa mimi oh, no. Wewe unaweza nimeshakuambia sina appetite. Hivi kwa nini wewe ni mtu ambaye huelewi kabisa? Huyu binti huwa namjali tu, lakini angalia kitu analipo amemwagiwa supu ya moto. Hivi unajua amenichukua muda mrefu kiasi gani kukutengenezea hiyo supu jamani? Yaani kumbe hujaipenda. Basi haina shida.

Alimwongea vibaya sana sema, yaani, kuliko nifuatane na kinyamkera kama wewe. Si ni bora tota nitembee tu peke yangu. Hiki kitu kikakumuumiza zaidi. Huyu binti, kusema ukweli, anampenda sana huyu Ye Kai. Lakini kama hujui basi mtazamaji, story inasema Ye Kai naye anampenda bibie Ma Fangling. Kwa hiyo Ye Kai pamoja na Fu Hongxue wote wanampenda mwanamke mmoja. Wakati huo basi Ma Fangling hajui hata kama huyu Ye Kai anampenda. Unaona, bwana, story inasema miaka 20 iliyopita, yes. kiongozi wa dhehebu la Divine Knife anaitwa Bai Tianyu eh, huyu aliuawa kwa kuviziwa katika hekalu la Plum ambalo basi liko kwenye mji wa mpakani, na kifo chake kikabaki kuwa kama fumbo kubwa sana katika ulimwengu wa martial arts ambao wanaita sanaa ya mapigano. Miaka 20 baadaye mwanaye wa kufikia ambaye anaitwa Fu Hongxue ndio anarudi kutokea maeneo ya magharibi kwenda Central Plain ama China ya kati ili kuchunguza ukweli kuhusiana na kifo cha baba yake wa kufikia yani, Bai Tianyu. Wakati huo huo pia Ye Kai naye, ambaye ni mwana wa damu, kwa hiyo Ye Kai ni mwana wa damu wa Bai Tianyu ambaye basi mama yake na Ye Kai anaitwa Hua Baifeng naye, sasa anawasili katika mji wa mpakani, mji wa mpakani ndo huko aliko kwenye hili jangwa, kwa lengo hilohilo la kuchunguza kifo cha baba yake. Sasa wawili wa hawa wanakuja kugundua kwamba muuaji alikuwa ni Ma Kongqun, kaka wa kiapo wa Bai T, yani kaka wa kiapo wa baba ya ambaye pia ni kiongozi wa dhehebu linaloitwa Wanma Sect, eh, dhehebu la Wanma eh. Kwa bahati mbaya sasa binti wa kwanza mzuri mrembo anaitwa anaitwa Ma Kongqun, e, wa Ma Kongqun, Ma Fangling, Miss Ma, ambaye Miss anatokea kumpenda Fu Hongxue wakati Ye Kai naye anampenda Ma Fangling. Sasa kwa hiyo unaweza kuona tofauti ni moja tu mmoja, eh, lakini, si Yikai. Yikai binti binti, lakini hii hali sasa inakuja inaibua migongano hapa na pale ya kihisia na baadaye tunakuja kuona sasa Yikai anaamua kuachana na habari ya kumfuatilia Ma Fangling na kushirikiana na ndugu yake ya ambaye ni kupambana na Ma Kongqun wakiendelea sasa kupambana kuondoa uovu na kurejesha haki katika ulimwengu wa sanaa ya mapigano. ae masha hapo, wakati basi ameondoka sasa, bibi Ma Fangling anakuja mama wa, e, bibi, I mean, wa, wa kijana, kijana wetu tunamwita, e, kijana wetu tunamwita Fu Hongxue, Master Fu Hongxue. Kingine ambacho natakiwa kujua sasa huyu ndio tulimwona hapa. Huyu tule mura hapa ndio anaitwa Hua Baifeng. Eh, naye pia ni master vile vile kwa sababu ana uwezo hali ya juu sana. Na wako kwenye lile ziwa linaloitwa Butterfly Lake, ni ziwa ambalo limejaa vipepeo wengi sana. Kwa hiyo mwamba anatafuta mboga ili aweze kutengeneza chochote kitu. Kwa hiyo, mtazamaji unatakiwa ufahamu uhusika wa kuu katika hii filamu, wa basi, tamthilia hii ni Fu Hongxue ambaye ni mwana wa kufikia wa Bai Tianyu anayeteseka sana akisaka haki kwa ajili ya baba yake. Alafu vilevile, yikai yikai, unamjua tayari, ni mwana wa damu wa Bai Tianyu ambaye anashirikiana na Fu Hongxue master Fu Hongxue katika kutafuta ukweli. Na mshirika mwingine mkuu ni Ma Fangling ambaye ndio binti ambaye tumemwona muda wote. Eh, huyu sasa ni mama wa kijana hasa, anakuja kuangalia unaendeleaje. Anamwonyesha tayari, Ma Fangling ameshatokea kuniamini, anamwambia vizuri sana. Usije, usije ukasahau jambo moja. Namwambia jambo gani? Yeah, nimeshakwambia usije ukaruhusu moyo wako kumpenda huyo mwanamke. Akasema mama, mama. Nimeshaelewa, sitofanya. Eh, kwa nini sasa umepanic baada ya kusikia hivyo? Au umeshampenda Ma Fangling? Eh, eh, ina maana umeshasahau mission iliyokuwa. Akamwambia. Niambie, niambie tu, na kwambia. Eh, nenda kamue Ma Kongqun. Nitaamua, mama. Maadui zetu wote tutawamaliza. Hakikisha unaenda kummaliza. Utafanya hilo? Akamwambia mama, kusema kumuua Ma Fangling, huyu hana hatia, ila isipokuwa baba yake. Umeshasahau miaka 20 iliyopita nini kilichotokea? Huyo Ma Kongqun alimhurumia mtu yeyote kati ya watu wetu. Mama anamsisitiza, alishajua kijana wake amefaulu. Akasema, nilijua tu umeshampenda huyu mwanamke Ma. Um, nilijua tu. Umenidisappoint sana kusema. Mama, sio kwamba nimekudisappoint hapana. Mimi sijampenda wala. Basi natakiwa tukubaliane mimi na wewe. Hutawahi kumpenda Ma Fangling. Hisia mm. Nini kinachokupa kusita sasa? Mama, na na, ya kwamba sintawahi kumpenda, sintakani mpende Ma Fangling. Yani umama bwana, yeye ana-contradict hisia za mtu sasa, eh, nikupe, kama, kama mafunzo mafunzo hivi. Inawezekana kweli hiyo kitu, akasema sasa lengo lako, mimi sijui nini

Kwa hiyo hii fimbo ilikuwa inatumika wakati wa kumfundisha kwamba akishindwa kuzuia anapata maumivu makali, kwa sababu ile fimbo inaenda kumtania. <tipa> leo sasa, ndo mama anamuuliza, vipi, unakumbuka? <tipa> hebu angalia, hata kwa kutumia tu fimbo unashindwa kujihami. Hebu fikiria <tipa> Kwa hiyo leo alikumbushwa kitu cha kuhuzunisha sana. Eh, anamwambia sasa nisikilize. Mimi na wewe tumefuatana kwa muda mrefu oh, sana. Inafaa ukumbuke ulikotoka. Mtazamaji, zingatia subscribe, hakikisha unaweka comment yako, share. Anamwambia naamini kwamba hutoniangusha, si ndio? Anamwambia e, e, natumai hutoniangusha. Kwao mama ameenda kutia msisitizo juu ya mazingira ya kile ambacho wanazungumza. E, yeye pamoja na mama yake wamekuwa wakipanga juu ya kumuua Ma Kongqun, lakini sasa angalia. Eh, kijana anakumbusha maumivu aliyoyapitia mama yake akimrai kuenda kufanya jambo yu la. Sasa tazama binti amerudi na hali aliyonayo ni ya furaha sana katika hali ambayo basi amejipata yuko na kijana kwa muda, anajipata yuko very happy. Na unajua kuna onyo ambayo pia e, alishapatiwa. E, kijana aliambiwa, alielezwa kwamba inatakiwa ajiongeze. I mean, binti alipatiwa onyo na Gong San ambaye ni turudi pamoja, vipi tukikuacha na huyu mtu je, akikudhuru? Sasa angalia, hakusikia akaondoka na jamaa. Sasa kijana akiwa amezubaa, ile fimbo yake ambayo iliachwa iliachwa na mama yake e, binti naye alitupa katika ile ule moto. Amepata shaka kidogo, kitendo cha kuiona ile fimbo imetupwa. Sasa amembadilikia binti, mpaka maskini amekosa furaha. Anamwambia, kwani nimekosea? Mbona ghafla tu umenibadilikia? Nini shida? Akamwambia sina sababu ya kubadilikia, lakini sihitaji tu kukuona tena. Yani ghafla tu amebadilika, na maelekezo ambayo amepatiwa na mama yake ni kwamba anatakiwa kumuua huyu binti kabisa. Sasa angalia, anamfukuza anamwambia ondoka. Yani, unajua tena ile yani, kamkazia kabisa sauti yani, kama mtu ambaye hawafahamu yani, tena yani, binti aliumia sana. Unajua, mwanzoni wakati jamaa wanakimbia pamoja ilikuwa imemfanya basi binti kuona kama yuko pamoja na huyu jamaa yani, wanaliwaza jambo moja kwamba waondoke pamoja. Labda wataanza maisha yao tena kwa pamoja. Na hata alipokuwa anachunguza kwa nini basi kijana huyo anataka kumuua baba yake, ni kwa sababu pengine aliamini kwamba upendo una, una, una kitu anaita kuhuisha yani, kwamba unaponya yani, kuna kitu inawezekana hata kama mtu ana kitu amekikusudia, labda basi pengine anaweza akabadilisha hata maamuzi yake katikati ya nini, katikati ya, ya safari. Lakini sasa angalia kinachotokea ni kwamba mambo hayajawa kama ilivyokuwa. Sasa angalia upande huu tunarudi huku tunamwona jinsi ambavyo Ye Kai anateseka kwa hali anayoipitia kulingana na mazingira ya ile sumu ambayo alipatiwa na wale ma hayawani oh, wengine ambao tunaweza kusema ni choi na eh, pamoja na jimao. Walikuwa wanaamini kwamba huyu jamaa ni hodari sana katika kudadisi na kuchunguza vitu, kwa hiyo wanajitahidi kwa kila njia eh, kuhakikisha watamweka mbali ili asimsaidie kabisa eh, Master Fu Hongxue. Sasa jamaa anarudi katika eneo lile lile ambalo huku ni hatari sana, yes. Kwawe, mwanangu, wapi mlienda sasa, eh? Naona mliondoka na yule mwanamke mkaenda bali. Mchizi anajikaza tu. Eh? Tatizo nini? Vipi? Mmegombana tena nini? Acha nikwambie kitu kimoja. Wanawake ndivyo walivyo ndugu yangu. Sasa kikumisi tu, eh? mm, kiku tu eh, Zanshen. Ukiona inatokea kitu kama hicho tena, mnakwazana na nini? Siku nyingine ikiwa utahitaji msaada wangu hii eh, ni nini? Maakuwa ameshaonja. Wewe, vipi tena waniuliza tena? Hiyo si ni supu ya nyoka duyao ng tumekunywesha sumu ambayo basi tuna wasiwasi katika mji wetu wote. Hakuna mtu yeyote ambaye atakusaidia na wewe si unataka tu kumsaidia Fu Hongxue si? Kwa hiyo kwa mtu yoyote atakayepata ukunywa sumu kama hiyo, baada ya siku saba, yes. Macho, pua, masikio kote kutaanza kutoka damu, mpaka utakapokufa kabisa. Haya, tumeikamilisha basi episode ya 20 kwa jinsi hiyo. Naona hapa basi eh, Ye Kai ameanza kukumbuka mambo muhimu kabisa ambayo eh, wale maadui zake, basi tutawaita hivyo kwa sababu si maadui sasa. Wale maadui zake wamekuwa wakimwambia kwamba oh, sasa tumekupa sumu, baada ya muda fulani itakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa hivyo basi jiweke mbali, usije ukajifanya unamsaidia kabisa Ma Fangling i mean uh, unamsaidia um, Marco, i mean uh, Master Fu Hongxue kwa haraka haraka, jamaa ametafakari sasa. Sijui ni nini, nini ambacho amekiria Labda pengine kuna kitu atakachokuwa atagundua kwa sababu jamaa ana akili sana, na huwa ni mtu ambaye anatulia <coughs> na kufikiria kitu sana kabla hajafanya maamuzi yoyote. Huenda labda anaweza akagundua kuna kamtego au kuna kitu fulani, mimi sijui, tutakuja kuona kwenye episodi ya ishirini na moja Kwenye mwendelezo wa tamthilia yetu wa Legend of Chi. Asante kwa time yako tafadhali endelea kukaa karibu na tamthilia hii mpaka mwisho. Zingatia subscribe, comment, like pamoja na kushare. Tamthilia inaitwa Legend of Chi. Mimi ni Michael Lukindo Mr. Informer. Endelea kunifuatilia mpaka tutakapoikamilisha yote kabisa. E, tamati.